Bwana, mambo vipi? Karibu katika kipindi chako pendwa cha Sauti ya Mwanamke na leo niko Yombo Dovya maeneo ya CCM. Nimekuja kumtembelea mama muza viungo. Ni mama ambaye anapambana kila siku ili watoto wake wapate kula kunywa, na watoto wake waweze kupata mkate wa kila siku. Jifunze kutoka kwao, kwa maana wana mengi sana kutueleza. Mama huyu, karibu sana. Asante. Asante. Sawa. Hii chi kipindi kinaitwa Sauti ya Mwanamke. Wewe ni mwanamke ambaye tumeweza kupata mawasiliano na wewe. Sasa wewe kama mama, ni nini ambacho kimepelekea mpaka ukaanzisha hii biashara? Kwanini usingekaa nyumbani? Na wanasema kwamba mwanamke atazaa kwa uchungu, mwanaume atatafuta kwa jasho. Sasa kwanini umeamua kuchukua ile nafasi ya mwanaume, kwamba unatafuta wewe kwa jasho kuliko mwanaume? Amna um, ile nasema ni Biblia, lakini ukifate maandiko yote sivyo wanaandika, lakini mataswiri ni nyingine. Eh, walituambia siku hizi ni nasemaje, hamsini kwa hamsini. Swahili inanichanganya kidogo. Eh, natakiwa kusaidia. Kidole kimoja akiwe chawa? Hapana, inatakiwa kusaidiana, huyu anasaidia huku na yule anasaidia huku. Sasa kipindi ambapo unafanya huku na huku, na kumbuka pia kuna watoto nyumbani, ukirudi inabidi wahudumie watoto na pia wewe kama mama unabidi ukae nyumbani ukae na watoto vizuri. Sasa hiyo imekaaje? Na huko kuanzia asubuhi nakesha kwenye biashara, hamna mtu kama mama, inatakiwa kuwa inatakiwa kujipanga kila kitu. Nisha yaweka sawa, nina muda wa kuandaa mtoto anaenda shule asubuhi. Naamka saa kumi na moja na afanya usafi, naandaa mtoto anaenda shule na mwandalia baba chai, alafu napata muda wa kuja kazini kwangu na kwa maana yake hapa, ukishia kuja kazini ni, ni saa kumi na moja hiyo hiyo au saa kumi na mbili. Amna hapa nikija, ni hapa nikimalize kazi zangu na andaa tayari chakula cha jioni, unatoka tayari usha kipika hapa hapa kwao. Ukifika nyumbani, watoto ni kitendo cha kuoga na kula, ndio sasa na jinsi ya kufuatilia labda maendeleo yao akiwa shuleni, kwa maana uko tayari bizi na shughuli za kutafuta hela. Asomi mbali asomi mdali anasoma jirani, akipeke shule anakuja hapa nampa chakula cha jioni. Akimalize kuna sehemu nzuri nisha andaa na mweka, anasoma akimalize tunaondoka wote nyumbani, namojesha. Basi sawa. Na vitu kama machungwa haya, vitunguu, ndizi vinapatikana maeneo gani? Yani ni nani ambaye anavisafirisha kuleta mpaka hapa? Mm, sijui yeah. Tunaenda kununua stilio Tako, unafunga safari wewe mwenyewe mpaka stir au unaandika tu order afu unaituma? Naenda mwenyewe, naamka saa kumi na moja nikimalize kazi zangu mpaka saa kumi na mbili naenda kununua. Na pia changamoto ambazo unaweza ukazipata katika biashara yako, labda ni changamoto gani? Mm, changamoto zipo nyingi tu nyingi tu, inatakiwa kujikaza, kujipa moyo, jipe kujipa moyo, changamoto ni nyingi kama changamoto gani? Yani zipo nyingi, ila utaja hata chache, chache tu kati ya hizo nyingi, chache utaweza. Unanunua mzigo, unakuja na vile vitu, unauza unaona kuuza ni kidogo sana, unakuta siku mbili vinaharibika, unatupa wo, sikate tamaa, unafosi fosi hivyo hivyo, unarudisha unatupaja kati ushaona kwamba labda vitunguu vilienda sana, kwa inabidi niongeze zaidi au kwa sababu sana, cha sikukuu kwa sababu vilienda sana kipindi cha sikukuu. Kwa kipindi ambacho sikukuu imeisha inabidi tutulie, ama hapo ndo sielewi, sijui nitasema, ni biashara ngumu, na ulishaye sijui. Sijui. Sijui, kukata tamaa sijui, sijawahi kukata tamaa. Ndo nilifanya biashara mdogo sana, nilikuwa nasoma huku nafanya biashara kwa maana nishazoea, naona tu kawaida. Ulikuwa unasoma then after ukaacha masomo ukamua uje kufanya biashara? Amna, masomo yangu nilimaliza, nikaamua nishazoea tu, sijui nitasemaje. Au ulikuwa tayari unapenda tu kufanya biashara au tu niachane kidogo na shule nije kuanzisha biashara? Amna, nilimaliza shule yangu, nilisoma, nimeolewa, kukaa siwezi na kukaa bila kazi bila kazi, kwa hiyo inabidi utafute we, we, we. Kwa sababu labda kuna siku anaweza akakosa baba we, ukaleta kosa, mimi naleta na, msaidia. Na pia kukatishwa tamaa yaani, mtu katokea tu kuku, alipotoka labda ndugu jirani jamaa akakukatisha tamaa akakwambia hapa mmm, ndugu yangu sijui kama utatoboa. Ulichukua uamuzi gani katika situation hiyo? Wapo mtu anakuja tu anakuambia, ndugu yangu, hii eneo nakuja kuuza biashara ni ngumu sana sii, kama utatoboa. Namwambia tatoboa tu, na Mungu tutaweza. Na mtu natakiwa kuona hmm, unasemaje? kujiongeza k ah, oh, manake hizo tamaa zao wakiukatisha namna gani, bado unasonga mbele, una focus katika jambo lako ambalo umeamua kuwa nalo, si ndio? Ndio, ndio, wanakwambia umta huyu, biashara ni ngumu sana, hata kioi. Mi najipa moyo moyo, nakaza na naendelea na, na biashara. na, na matarajio yako ni ufungue biashara kubwa zaidi ya hapa, ama hii hii inatosha? Amna, um, ninapenda mm. ka nifungue biashara kubwa sana. Mfano kama biashara gani? um, biashara vile nishawai kufanya kama nguo nishai kuuza nguo za dukani, nishakuuza nguo za misumba, nisha kuuza duka biashara, yani, kabla ya hii. mm -hmm. ulishai kufanya vyote. Mm -hmm. Sasa imepelekea nini mpaka ukarudi tena huko wakati waka utakao uendelee huko huko? um, juu na hapo, nilikuwa sijaolewa, nilikuwa sina majukumu hapo, nilikuwa najitegemea, lakini hapa ndani ya ndoa inatakiwa kukubali na chochote kina nasemaje na Sawa, so, mm -hmm. Una neno gani la kuambia wanawake ambao wamekaa tu nyumbani hawatoki hawa nje wakatafuta kazi au labda wakafanya kazi maana kazi zipo, si ndio? Ndio. Unaweza <tipo> eh, ukaamka labda ukasema na nitaandika nje labda kibango mimi ni dobi, watu wataleta nguo, utawafulia. Tayari ni kazi, si ndio? Ndio. Sasa wewe unawaambia nini hao wanawake ambao wamekata tamaa labda au mwingine bado hajaanza kufanya biashara ila anatamani asikie neno moja kutoka kwako, na kipi cha kumwambia? Mi nitawaambia wasikae manyumbani. Ndo wakati mnaenda hata makanisani, unaona wengine wanajitahidi, wanalipa nauli nyingi, wanaenda kutafuta baraka. Baraka haishuke mbinguni, inatakiwa unaomba na unatafuta. Hata kazi za mandazi ni kazi, hata karanga na karanga unauza, unasaidia. Kukaa sio vizuri ka sio kuzuri kwa mwanamke, anakuwa anategemea, anamtegemea mume wake, anasema mume wangu ataleta tu, mume wangu ataleta, kwa sababu itapikwa sema so, si washasema mwanaume atatafuta kwa jasho, kwa yeye anajua tu direct hapo, mume wake ataleta muda wote huo, na natakiwa kusaidiana. Hata mume analeta, kuna siku anakwama, akikwamele kidogo, yako itasaidia, watoto itasaidia, nyumba siku zinaenda. Ah, sawa mama, mimi nikutakie kazi njema na Mungu aendelee kukusaidia na kukulinda na